Kwenye video hii nitaenda kukufundisha jinsi gani unaweza kutengeneza video za whiteboard animation. Nikisema video za whiteboard animation, zile video ambazo zinatengenezwa mtu anakuwa anaandika na mkono. Kwa hiyo, kama unatumia smartphone, moja kwa moja uta download application moja inaitwa Benim, eh Benim hii hapa. Benim ni application nzuri sana kwa ajili ya kutengeneza whiteboard animation. Na baada ya hapo utakuja hapa katikati chini penye alama ya kujumlisha baada hapo taandika jina la project yako. Labda niandike labda niandike nini? Labda niandike duka ondo, jina la lani yangu, jina la project yangu. Baada baada kubonyeza create movie, baada hapo naanza kutengeneza. Sasa ukija kwenye text hapa, labda tuandike maneno gani? Labda tuandike mzigo umewasili Njoo duka ni kwetu. Mzigo masiri ndio duka ni kwetu, nitabonyeza hapa insert. Kwa hiyo ndio kama hivyo. Sasa baada kwa nimeandika hivyo na utatetiki hapa chini hapa au moja kwa moja utoje kwa edit vi baadhi ya vitu. Kwa mfano ukiangalia hapa hii page AA e, hapa ni font mwandiko, nataka mwandiko upi? Hapa penye mbele penye rangi hapa, hapa ni rangi, nataka maneno yaandikwe kwa rangi ipi? Select, sio na anabadilika hapa, kama unataka uongeze size ukubwa wa haya maneno au upunguze size kwa tu ndogo ndogo unabonyeza hivi ile ikiokea juu na hivi ile ikiokea chini. Lakini kama unataka pengine moja kwa moja yani kwamba labda pengine kuna size fulani maalum ambayo unaitumia unabonyeza katikati hapa penye hiyo namba usika penye 96 hapa, kisha unaandika unaandika namba ambayo unahitaji, labda andike 20 okay. Baada hapo hapa mbele ni mpangilio wa maneno yamekaa kama hivi, hapa anakaa katikati, hapa anakaa kwa mwishoni hivi. Kwa hiyo tutachagua nataka mpangilio upi? Lakini hapa penye delay, hii delay ni kwamba unataka maneno mtu ukishakaona play video yachelewe kwa dakika ngapi kwanza kuonekana kwenye screen. Duration mtu akiwa anaandika yale maneno aandike kwa muda gani? Na pause baada kwa ameshamaliza kuandika yaendelee kubaki yale maneno kwenye screen kwa muda gani? Lakini hapa chini ni delete. Hapa chini panapofuatia ni animation, panapofuatia ni copy, panapofuatia kupeleka kitu mbele, panapofuatia kupeleka kitu nyuma pia labda niapatie rangi labda niapatie rangi nyeupe custom rangi nyeupe select, ttk hendi hapa. Unachagua mkono unaotaka uandike, unataka uandike mkono gani? Hapa bila mkono, hapa mkono huu, hapa kwenye alama nyekundu nyekundu, penseli. Labda niweke huu hapa, okay, play hapa. Mzigo umewasili, njoo dukani kwetu. Maneno yanapotea hapa labda niweke sekunde ngapi? Sekunde labda tatu. Anaanza kuandika sekunde mbili maneno, labda pengine andika kwa sekunde and ngapi? Bandika maneno kwa sekunde saba, maana nikitaka taratibu, eh uta play pale juu taratibu. Mzigo umewasili njoo dukani kwetu, yamepotea. Lakini maneno kafanya haya yamepotea, nikitaka yaendelee kubaki hapo na kuja hapo kwenye pause. Kwa hapa baki kwa dakika ngapi? hapa labda niweke sekunde tatu, tapiga oke okay. na kwenye delay niweke sekunde ngapi? Yeke sekunde moja. Lakini pia kwenye hivi ile ya juu na ile ya chini via chini kama unataka kushusha muda unaona shuka eh, kwa point kama hivi labda k moja point nane, okay. Amemaliza maneno atagana kwa sekunde tatu. Baada hapo tutakuja penye music hapa utaamua uweke voice over hapa au uweke music track, yani ule uchukue audio au wimbo fulani ambao upo tayari kwenye simu yako, ni msipaitaji hiyo ni sini ya kwanza, sini ya pili. Au yes utakuja penye alama kujumlisha hapa, utana penye vile vile penye unaweza uka customize kivya kivyake. Kwa bila ku customize kivya kivyake utakuja hapa penye nukta tatu hapa hapa chini eh, utaamua Uselect background image, uselect background color, u add out animation. Kwa mfano hapa hii ndio background color kile kile yake natabidi laba penginee select. Maki ya kwanza ina rangi hii, ya pili ina rangi na uja text hapa, ntaandikia maneno yake. Labda bidhaa nichache. Nseti eh. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo Tunaitumia hii hapo. Kwa hiyo ukitaendelea huku na kuendelea na kuendelea, E, kaifanyie mazoezi mwisho wa siku. Kisha kama umemaliza kufanya kazi yako, utakuja pale walipoandika make movie. Lakini ukitaka uisave uje uendelee na kuitumia baadaye, utabonyeza penye ikoni ya save, hapa hii ikoni ambayo imekaa nyuma ya hii ikoni ya play. Ila mimi kwa kweli sitaki nije nitumie baadaye project hii hapa na make movie, mara kwa mara download na kuisave moja kwa moja hapa nitaandika jina langu labda duka Yeah, na make movie, baada hapo inaenda inaenda ikijimaliza kujirenda mpaka mwisho, manake project yangu itakuwa tayari imeshafanyaje? Itakuwa tayari imejisevu na muda ambao inatumia kujisevu ni muda ambao wa urefu wa hiyo video yako, itamaliza kwa kwasari kama hiyo. Na baada hapo utasubilia, utakuja pale palipoandikwa save yeah, utasave baada hapo video saved successfully, utakuplay, utakuja sehemu hii yenye gallery yako hii eh, ambapo utaiona video hii hapa imesha downloadiwa hapa, muziki wote yule, mzigo mawasili njo dukani kwetu, taganda sekunde ngapi zile nizoweka. Utakuja slide nyingine tena bidhaa, eh? ni chache sana, itakuja hii nyingine, jingine ya tatu. Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo tunaweza kutengeneza whiteboard animation ya mtu akiwa anaandika na mkono kwa kutumia application hii ya Benim. <laughs> sina la ziada kwenye video hii. Tukutane wakati mwingine na kwenye video nyingine tena, asante.